Wananchi wa vitongoji viwili katika kijiji cha Majengo wilayani Rorya mkoani Mara wameulalamikia uongozi wa wilaya hiyo kwa madai ya kufanya uamuzi wa kuhamisha shule yao ya msingi katika eneo hilo bila ya kuwashirikisha na kushindwa kuwaeleza baada ya uamuzi huo nini hatma ya watoto wao waliokuwa wakisoma katika shule hiyo. Baadhi ya viongozi wa serikali ya kijiji hicho, wamesema viongozi wa wilaya walilazimisha wananchi kuhama katika maeneo hayo na kutii uamuzi huo kwa maelezo kuwa eneo hilo linahitajika kwa maslahi ya taifa, na kwamba watalipwa fidia ya shule hiyo ili waweze kujenga shule mpya katika makazi yao mapya, lakini hadi sasa Umekuwa na usiri mkubwa wa fidia hiyo. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Majengo Bwana Samson Daudi Ogoya amesema baada ya kijiji cha Utegi kugawanywa na kuzaliwa kijiji cha Majengo, shule yao ya msingi ya Utegi ilibaki eneo la kijiji cha Majengo, hivyo walilazimika kujenga shule nyingine ya kichuti katika kijiji cha Utegi na kufanya kila kijiji kuwa na shule yake ya msingi, lakini inashangaza hivi sasa uongozi wa wilaya unalazimisha wanafunzi wa shule hiyo katika kijiji cha Majengo watembee umbali mrefu kwenda kusoma katika kijiji cha Utegi. Sisi kama serikali tulikaa baada ya kuona watoto waliokuwa wakitoka upande wa pili walikuwa wanatoka mbali, tuliji organize serikali mbili kijiji cha Utegi na Majengo, tukajenga shule nyingine shirikili ambayo iko kijiji cha Majengo, iko kijiji cha Utegi kichuti, lakini leo hii kwa taarifa ambazo sio rasmi tunaambiwa wanataka kupeleka shule huko, lakini baada ya sisi kuona kule kuna umbali, kwa sababu sera ya nchi inatakiwa kila kijiji iwe na shule. Sasa sisi tunashangaa shule yetu ya msingi tunahamishwa na tujui tuna tunapeleka wapi. Kwa hiyo tunaiomba serikali ituangalie kwa jicho jingine, kwa sababu tuna watoto wadogo ambao wanatoka huku kwenda shule nyingine itakuwa ni mbali, na ndiyo maana tuliona hivyo tukaanza kujenga ile shule nyingine. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie ili huu mgogoro ujulikane na sisi tujue shule yetu inajengwa ni wapi. Kwa kweli sisi kama sisi kama wadau wa shule tunachokuwa tunataka kujua tujue shule yetu ya msingi Utegi inajengwa wapi. Ili sisi wananchi wa eneo husika tujue shule inajengwa wapi na ni shule yetu alali watoto wetu wasome karibu na shule walivyokuwa nasoma kipindi cha awali. Na kibaya zaidi nadhani maendeleo yote yaliyofanyika ndani ya shule ya msingi Utegi ni nguvu ya wananchi na mpaka sasa hivi wananchi kama wananchi hawajui shule yao imefanyiwa takmini ya hela kiasi gani, na hiyo shule ina kujengwa kwenye eneo gani. Na sera ya nchi nasema kila kijiji kiwe na shule yao. Sisi tunachoomba, tunaomba shule yetu ijengwe ndani ya kijiji cha kijiji cha Majengo, na ijengwe sehemu ambayo watoto watakuwa na usalama zaidi. Shule isipelekwe kijiji, kijiji kingine ili kijiji cha Majengo ikose shule, na tunaomba kama kuna uwezekano tujue shule yetu imefanyiwa thamani ya takmini ya kiasi gani cha hela, ili wananchi wakae kwa amani. Kwa sababu inafika tunauliza kwenye mikutano mikuu pamoja tulivyokuwa na Mheshimiwa DC, jibu hatupati. Sasa tunashindwa, ili shule kama shule ni ya wananchi, kwa nini majibu ya halali ya shule, takmini ya shule yetu iliyofanyiwa, hatupewi sisi kama wananchi? Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM kata ya Korio katika eneo hilo bwana Jacob Obade ameonyesha kusikitishwa na viongozi na watendaji wa serikali ngazi ya wilaya kushindwa kusikiliza kilio cha wananchi ambao wameishi katika eneo hilo kabla ya kujengwa kiwanda cha maziwa. Badala yake wamekuwa wakitumia nguvu na vitisho katika kutatua mgogoro huo. Sisi kama viongozi wa chama tumejitahidi kwa hali na mali kufuatilia na, ku, na kuwa karibu na wananchi, kuwatetea wananchi wetu hili, kama ni malipo basi waweze kulipwa malipo halali, lakini kila jambo ilionekana kwamba sisi, sisi wananchi wale wanaoishi katika eneo lile hawana haki na wana halali. Kwa hiyo wameendelea kuminywa haki zao, wameendelea kupunjwa malipo yao, hata ilipofikia wakati mwezi wa kumi na moja wananchi hao wamelipwa lakini sasa wananchi hao wakaendelea kuulizia baada ya kuwa wamekubali kupokea malipo hayo madogo japo kwa, japo kwa manung'uniko lakini wakakubali kupokea malipo hayo wakaendelea kuoji juu ya hatima ya shule yao shule ya msingi Utegi ambayo ilianza mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu basi hatima ya shule hii ambayo inahamishwa kwa sasa haieleweki kwamba shule hii inahamishwa inapelekwa sehemu gani, na shule hii tathmini imefanywa tathmini kiasi gani, malipo malipo yaliyofanywa kwenye shule katika shule hii kwenye tathmini hiyo iliyofanywa, haieleweki ni shilingi ngapi. Lakini wananchi waliendelea kuoji hata kwenye mkutano wa DC, lakini majibu yake hayakupatikana badala yake DC akasema kwamba yeye anachojua ni kwamba ta, na, malipo hayo yapo, lakini wananchi hawapaswi kuelewa kwamba fedha hizi ni shilingi ngapi. Yeye anachojua kwamba shilingi milioni shilingi milioni 500 inatosha kujenga shule, lakini yeye mwenyewe binafsi ajui kwamba ni shilingi ngapi, na wananchi hawatakiwi kujua kwamba ni shilingi ngapi. Sasa hivyo, wananchi kama wananchi tukaona kwamba tunaminywa haki ya wananchi kuelewa kwamba hatima ya shule yao hii inakwenda wapi, inakwenda kujengwa wapi, na watoto wanapata shida. Na eneo lile ukiangalia sasa hivi ni eneo ambalo sasa limebaki wazi, hakuna mtu yeyote, hakuna mtu yeyote aliyebaki katika eneo lile anayeishi pale. Shule ilikuwa katikati ya watu, jamii ilizunguka ile shule jamii ile ikawa imehamishwa, shule imebaki yenyewe kwa hali ambayo ukiangalia kwa watoto wanaokwenda shule ya msingi Utegi, wao wanatoka kijiji gani? Wao wanatoka wapi? Ni watoto wadogo, na zaidi ya yote kwamba kuna watoto wenye mahitaji maalum wanaoishi pale, lakini shule ile sasa imebaki kama porini, hakuna jamii inayoizunguka ile shule, hakuna wakazi wanaokaa karibu na ile shule. Kwa hiyo shule ile imebaki peke yake katikati ya hame ambako watu wamehama. Walimu walioko pale wanaoishi shuleni ni wachache kulingana na shule, shule zetu jinsi zilivyo hazina uwezo wa kujenga majumba ya kutosha kwa walimu wote. Kwa asilimia kubwa ya walimu wanatoka mbali na shule. Wana, wamepanga huko mjini. Sasa shule ile wa, walimu wanaoishi pale ni wachache. Sasa watoto wale wanaosoma pale, ni hatari maana kama wako wamebaki abeni wale watoto wanao wenye mazingira magumu na wenye mahitaji maalum wanaishi pale, jambo ambalo ni baya. Likitokea tatizo la moto kuunguza nyumba, likitokea tatizo la uvamizi wa aina yoyote wa binadamu au ya wanyama wakali, hasa wakati wa usiku, wale watoto watakosa hata watu wa kuwasaidia. Na shule hii toka watu wamehamishwa pale hakuna kinachoendelea. Mimi niombe serikali kama inaweza, ifanye haraka ijenge shule ili watoto wale wenye mahitaji maalum wapate pa kuishi, kwa alio walivyo pale ni hatari. Maana ni watoto wasiojiweza, wengine hawawezi kutembea, wengine hawawezi kuongea vizuri, wengine hawawezi kuona vizuri, kwa wanapoendelea kukaa eneo ambalo ni hatarishi, ni hatari kwa maisha yao. Kiwanda kimejengwa juzi juzi tu, hata haijamaliza miaka arobaini lakini wananchi walikuwepo toka zamani elfu moja mia nane sitini na kitu, wazee wetu wamehamia hapa, tulikuwepo, wazee wetu walikuwepo, mababu walikuwepo, tumewazika pale pale. Serikali izingatie mahitaji ya wananchi, hasa sana sana upande wa elimu na malipo ambayo wameborota, wameburuza. Wazingatie elimu. Kama mtu anashindwa kumsomesha mtoto wake sianachukuliwa hatua za kisheria sasa je, kama serikali ndio inayoharibu masomo kwa wananchi wake tunaelewa vipi? Kwa hiyo serikali ijenge shule sehemu ambapo wananchi waliohamishwa wanaweza kapata huduma bora, na ieleweke kwamba wanajenga shule sehemu gani, kwa thamani gani, kulingana na thamani ya shule ile ambayo tunayo mpaka sasa hivi imefichwa thamani ya shule, imefichwa thamani ya hela ambazo zimetolewa zi zi zi na serikali. Kuna nini nyuma ya pazia? Mimi nasema kweli, kuna nini nyuma ya pazia kwa viongozi ambao wamepewa madaraka ya kushughulikia swala hilo, hata wafiche wananchi wahusika ambao ile shule ni ya kwao? kuna nini nyuma ya pazia? George Marato TV imejaribu kumtafuta mkuu wa wilaya ya Rorya Dr Halfan Haule ili aweze kuzungumzia madai hayo ya wananchi. Simu yake imekuwa ikiita bila kupokelewa kwa zaidi ya siku tatu sasa. Hata alivyotumiwa ujumbe mfupi kwa njia ya WhatsApp kuhusu madai hayo hakuweza kujibu, na juhudi zaidi za kumtafuta bado zinaendelea.